Serikali leo imeleta ahueni mara baada ya waziri mkuu Kassim Majaliwa kutoa tamko ambalo limewagusa wale wa Tanzania ambao wanasumbuliwa na maradhi ya UKIMWI pamoja na VVU. Hii ni mara baada ya waziri mkuu kusema serikali itafanya toa fedha kwa ajili ya ufadhili na kuwasaidia wale wote ambao wapo kwenye hali hiyo. Kauli inakuja mara baada ya mwanzoni mwa mwaka huu rais wa Marekani Donald Trump kusitisha misaada yote ambayo alikuwa anatolewa kupitia USAID ambayo ilikuwa anafadhili katika mataifa mbalimbali duniani. Hiyo ilitokana na sababu kadhaa ikiwemo kufanya utafiti wa kina kuona namna ambavyo fedha zenyewe zimekuwa zikitumika. Lakini tamko hili linakuja wakati ambako pia tayari serikali wakati ikiwasilisha kikomo cha bajeti iliainisha kwamba lengo lake kuu ni kuja na mfuko maalum utakaosaidia watanzania wote ambao wanakabiliwa na maradhi hayo kupata dawa na pia maswala mazima yote ambayo yanahusiana na afua za ugonjwa huo. Hilo ndilo jambo ambayo lipo mezani kwa siku ya leo na tutalichambua hapa kwenye Uchanganuzi. Mimi naitwa Nordine Selemani, matumaini yangu siku yako imekwenda vyema kabisa. Studio hapa tumemwalika Dr. Elisha Osati, yeye amekuwa rais wa chama cha madaktari hapa nchini, lakini kwa sasa pia ni mwenyekiti wa kamati ya utafiti na kamati ya maadili ya utafiti. Maadili yeah, na utafiti katika taasisi ya Nimri. Mm, pale Nimri, kwa hiyo mambo yote ya utafiti na mambo ya maadili mnayapiga yeah, darubini ya huwezi kufanya utafiti mpaka ipitiwe kwenye, kwenye maadili na kisayansi. mm-hmm. kwa hiyo kamati yetu ile ndio inayoshughulika kutoa ruhusa ya kukusanya taarifa zote zinazohusu utafiti. mm. Mm. Kwa hiyo mambo ni mazito kwelikweli. tuanzie hapa kwa daktari, tutarudi huko <laughs> uh, uh, lakini mambo akishakaa sawia, pia tutakwenda pale Dodoma kuungana na uh, mbunge ambaye ni mjumbe wa kamati ya Bunge ya afya na masuala ya UKIMWI, Dr uh, Christine Mzava, kauli ya waziri mkuu hmm. Mapokeo yako wewe yamekuwa ni ya namna gani baada ya kuisikia? Asante uh, sana nishukuru tena kwa kunialika uh, tulivyopokea ile taarifa uh, nadhani mapokeo yamekuwa ni mazuri sana hmm. uh, kwa sababu kumekuwa na wasiwasi wasi. hmm sana sana kwa wagonjwa ambao wana, wana HIV mm, kuhusu mwendelezo sasa wa, wa matibabu yao baada hizi hizi taarifa za Marekani kutoka kwa, unakuta wagonjwa wengi wengine wameingia kwenye taharuki wagonjwa, lakini pamoja na na ndugu zao, lakini pia na hata wahudumu wa, wa, wa sekta ya afya kwa sambil, kwa sababu kwa kiasi kikubwa sana huduma eh, zetu za, za, za HIV zimekuwa ziki, zikitegemea pia upande kwa hii misaada ambayo tunapata of course, serikali inafanya upande wake, lakini kwa upande mwingi sana pia inafanya na, na, na mashirika ya nje, hmm. ina, inaongozwa na USAID, yani mashirika kwa Marekani, ya nje ikiwa inaongoza na mashirika kwa Marekani ambao chini ya PEPFAR, yani ule mfuko wa, wa dharura wa rais wa Marekani wakaweza kusaidia magonjwa mbalimbali mbali. Kwa hiyo tukuwa tukitegemea sana USAID, lakini pia kutegemea na CDC, lakini pia kwa upande mwingine utamia Global Fund ambao pia zinasaidi lakini pamoja na WHO, na mifuko mingine ambao wote wanachangia ambao tunaita ambao wamekuwa wakichangia sana katika eh, kuendeleza afya sana sana kwenye eh, ugonjwa wa HIV yn yani UKIMWI, ugonjwa kama TB, ugonjwa wa malaria, lakini ishu ya chanjo eh, magonjwa ya kina mama na watoto. kwahyo eh, hii mifuko imekuwa ikitusaidia kwa kiasi kikubwa sana katika kupeleka huduma e, kwa watu wetu kwa hiyo e, taarifa ya waziri mkuu nadhani ilivyotoka inarudisha imani kwamba e, wagonjwa wetu wasiwe na wasiwasi, watumishi wa afya wasiwe na wasiwasi, ndugu wa wagonjwa wasiwe na wasiwasi na health system zima isiwe na wasiwasi, yani iweze kutulia kwa ajili ya kuendeleza huduma hizi ambazo zipo hmm. Moja uh, ya wasiwasi ambao watu walikuwa nao ni upatikanaji wa hmm dawa zenyewe za ARV wakati hmm. fulani Tanzania hapo kulikuwa kuna kiwanda pale Arusha, lakini baadae ikapitiwa na mtikisiko. Na wafuatiliaji wa mambo wanasema huko ambako viwanda vinatengeneza watu wamekwenda kuchukua kwa wingi, kwa hiyo kuna hofu eh, wenda hata kukawa na scarcity ya upatikanaji <coughs> wa hizo ARV zenyewe kwetu sasa, nini mm. ambacho unaweza ukakifanya kwa haraka, japokuwa serikali ilisema bado kuna dawa ambazo zinaweza katosheleza kwa mwaka huu mzima, bila mm. kuwa na wasiwasi wa aina yoyote? Eh, nadhani eh, kwanza ni kweli, lazima tujaishi kwa, kwamba kwa, tuna, tuna stock ya dawa za kutosha mm. kwa sababu ni ukweli kwamba tukikumbuka historia nzima ya HIV ilivyoanza na watu walivyokuwa wanapata madhara, hizi dawa za kufubaza HIV, yani hizi ARV zimesaidia kwa kiasi kikubwa sana mm. zimebadilisha maisha kabisa ya watu wenye, wenye HIV na kufanya sasa HIV imekuwa kama ni, ni ugonjwa wa kawaida ambao, ambao unaweza ukatumia dawa na ukaendelea kufanya mambo yako mengi. Kuna watu wameishi miaka mingi sana na hizi, kwahiyo kulikuwa na mm. kwayo, kwayo kuna, kuna, muhimu sana kuweza ku, ku, ku, kuweka juhudi hapo, lakini ukiangalia sasa uki, ukisema eh, kuhusu upatikanaji hapa mm. kwetu moja ni, ni kwa sababu kumbuke USAID kwa mfano eh, dawa hizi mifuko mingi zinatoa kwa mfano Global Fund, lakini mfuko yani Global Fund inategemea USAID kwa kwa asilimia 35 3 mm, kwa ajili ya kupata hizi dawa za ARV. Kwa hiyo ileta wasiwasi mwingine kwa sababu hata kama Global Fund ingeendelea ikiwa inaendelea, lakini kumbuke inaathiriwa pia na USAID na USAID inaingia ina, ina, ina kwenye maeneo mengi pia kiuchumi, kubusti uchumi, inaingia kwenye elimu, inafundisha ina, ina, ina waalimu wetu, ilikuwa na support kwenye kilimo, kwenye lishe mm. kwa hiyo na support sehemu nyingi. Kwa hiyo e, eh, sisi nadhani tunatakiwa pia kama nchi uh, kuweza kuangalia pia kwenye eneo la, la, la, la uzalishaji. Kulikuwa na kila kiwanda Arusha mm. kiwanda cha Arusha kilifungwa baada kulikuwa na, na mambo mengi kuambiwa kwamba dawa zilikuwa hazina ubora wa kutosha, na watu walipelekwa mahakamani na ile kesi baadaye ilikuja kufutwa, lakini nadhani <coughs> it is high time, nadhani hiki tulichokipata ni wake up call, tunaamshwa kwamba chochote kinaweza kikatokea, kwa lazima na sisi tuweze kujiandaa, kwa sio, tunaamini kwamba dawa tukizalisha hapa ndani kwa wingi, maanake tutapata kwa bei nafuu na kwa urahisi na kusaidia watu wetu, lakini pia nadhani kuangalia pia katika eneo letu la, la Afrika Mashariki no, na kati lakini lakini Afrika pia kwa ujumla. Sasa so, hivi eh, tunamwombea Profesa Janabi aweze kupata ile nafasi ile ya WHO kwa sababu mm-hmm, kuna vyombo mbalimbali vya Afrika ambao vinatengeneza vina dawa pamoja ambao vinaangalia uh, ubora pamoja, tukishirikiana humu ndani eh, tunaweza kutengeneza viwanda vikubwa na kusaidia watu wetu kuweza kupata hizi hizi dawa. Kwa hiyo nadhani uelekeo wetu sisi pia kama taifa tunaangalia long term <coughs> okay, lakini pia tunaangalia short term ukiangalia nikianza na long term ambao tunaweza kuangalia moja ni uwekezaji eh, kwenye eneo la dawa na, na na na, vitendanishi kuhakikisha kwamba watu wetu wanapimwa kwa sababu ni muhimu sana watu waweze kupimwa, kwa sababu unaona mm, takwimu nasema tuna wagonjwa karibu karibu milioni moja na laki saba yeah. Kati yao tunakadiria kama mm, uh, asilimia 96 hali yao zinajulikana. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao hali yao haijajulikana, kwao lazima tuwekeze pia katika kuwapima ambayo USAID ilikuwa inasaidia sana kwa upande wa NGOs kuweza kufanya hiyo kazi. Lakini tukishawapima, tunaonyesha kwamba wale tuliwapima, kwa sababu malengo ya ya ya ya, ya wanasema SDG ya ya, mm. ya maendeleo endelevu e, eh, ambayo yanaishia 2030 yanatutaka angalau tufikie asilimia 95 ya watu wetu wamegundulika, ambao tumeshaifika, lakini asilimia 95 wao ambao wamegundulika wawe kwenye dawa na wale ambao kwenye dawa asimetisnato yao virusi vile vimefuba. Kwa hiyo tumeshazi ya 10 hizo angalau kidogo, lakini bado tunahitaji ku test watu zaidi, kwa lazima tuweze kuwekeza kwenye hilo eneo. Kwa maana hapa private sector lazima ingie. Nilimsikia mm. mkurugenzi um, nani wa, wa PPP nani mm. Kafuli. uh, Kafulila akizungumzia nadhani alikuwa hapa kwenu kwa, ni lazima huu ndio wakati ambao sasa private sector inaweza kukaa pamoja na serikali kuhakikisha kwamba tunajenga kiwanda, lakini iwe na quality. Tutoe dawa ambazo zina quality, tusiukarudi kule kama ile mm -hmm. ile ya Arusha na kaleta shida. Kwa hiyo nadhani uwekezaji huo unaweza kutusaidia okay. Lakini pili ni jambo la matibabu haya ya HIV yanahitaji fedha yeah. na kama wenzetu wana, wanaonyesha dalili ya kujitoa, lazima tujiimarishe ulivyosikia pale bungeni wakati eh, taarifa mm, ya kamati inatolewa, wamezungumzia mfuko inaitwa ATF, yani AIDS Trust Fund. Mheshimiwa mm, Waziri Mkuu pia amezungumzia ambao, amesema ni mfuko wa kudhamini matibabu mbalimbali mbali za yeah, HIV kwa ule mfuko ambao uliundwa nadhani elfu mbili na ishirini na moja elfu mbili na ishirini na moja actually, mm, chini ya, ya, ya TACAIDS yeah, ambao hizi zote ziko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. It is high time yani muda sasa kuhakikisha kwamba ule mfuko wa ATF inakuwa inapata fedha, na actually tunataka tuitanue iwe kama global fund lakini ya loko yeah, tutafute vyanzo mbalimbali kuweza kuweka kwenye ule mfuko, na kwenye andiko letu sisi tunapendekeza na mfano tumetoa mfano, kuna vitu kama uh, property tax, hizi tax za, za, za majengo mbalimbali angalau ukipata asilimia moja asilimia mbili kuingiza kwenye ule mfuko. Tumezungumzia pia kwa mfano ishu ya umeme, REA tunajua REA inakata asilimia tatu au yeah. tano mm. kwa ajili mm. ya umeme vijijini, na sasa hivi vijiji vilivyobaki ilikuwa ni asilimia kumi na tano nadhani mwaka huu vimeisha. Tunaweza ukaangalia huko, kwa sababu haya lazima yawe ni maamuzi ya makusudi. Yasipokuwa maamuzi ya makusudi maanake atatuletea shida kwayo, lazima tunaamua kwamba huku tutatoa asilimia moja kwa mfano kwenye REA tuingize kwenye huu mfuko ili iweze kusaidia watu wetu. mm -hmm. kwa sababu tusipofanya hivyo hatakuwa na fedha kuweza kuhudumia watu. Dawa ni expensive, ni ghali sana, vitendanishi ni ghali kwa lazima tuangalie hivyo, hiyo tuwe na hiyo innovation, watu wa budget watusaidie, ili kuweza kuhakikisha kwamba huo mfuko unapata fedha. Jambo lingine ni maamuzi ya maksudi ya kibajeti bajeti ya Wizara ya Afya ukijaribu kuifuatilia, eh, tangu 2021 bajeti ilikuwa eh, bilioni 900, mwaka uliofuata kupanda, mm. bilioni 1 trilioni 1.1 ikaenda trilioni 1.2, mm. mwaka jana bajeti hii ambayo sasa inaisha ilikuwa ni trilioni 1.3, yeah. ambayo uki, ukiangalia pasenti yake kwenye bajeti ya serikali ambayo ilikuwa ni trilioni 49, juzi serikali imeongeza kupitia Bunge ikafika karibu trilioni 50 point mbili. Sasa ile bajeti ya afya ya, ya ni, ni only 1.3 trilion. Sasa kulingana na mkataba wa Abuja ambayo ilikuja baada ya majadiliano mengi na tafiti, mapendekezo ni kwamba ili tuweze kuenda vizuri uh, wizara ya afya, sekta ya afya itakuwa itengewe uh, karibu asilimia 15 ya bajeti yeah. Sasa hatujaifikia kwa sababu kwenye budget yetu iliyopita 1.3 ukiangalia percent ni almost 4% yeah. Maana yake inakuonyesha bado mzigo utakuwa ni mkubwa kuigaramia afya, kwa hiyo ndio maana nasema lazima maamuzi ya maksudi ya kibajeti lazima afanyike, lazima tuongeze fedha kwenye afya ili kuweza mm, ku, kuziba hii gap. Kivyovyote vile gap lazima itakuwepo yeah. Pamoja kwamba Wamarekani wali wali bado tulikuwa tunasubiri zile siku tisini, lakini bado yeah. Marekani wenyewe wanapambana, wana kule kuakisha kwamba inabaki, lakini hatuwezi kugaranti. Ni, ni lazima sisi tuweze kuchukua hayo maamuzi yetu ya makusudi, ii tuhakikishe kwamba ile mifuko inakuwa funded itusaidie. Sasa hiyo ilikuwa ni long term. Mm. Ukizungumzia short term yeah. tunafanyaje kama ikitokea watu wakapul kabisa, waka of, waka mm. kabisa, tukabaki wenyewe Tuka Mm. Kwanza hizo huduma kwanza, kwa sababu tunatoa huduma kila siku kwenye clinic zetu mm. na kwenye wodi zetu. Kwa hiyo ni lazima tulikuwa tunazita vertical program. Tuseme sasa hizi vertical programs za HIV, za TB, za malaria, hizo zote ni vertical program. Yeah. Tunaanza tukaziingiza kwenye horizontal program, yani program za kawaida kwenye okay. clinic zetu za kawaida. Tukaziweka wagonjwa pia wakaja kwenye hizi clinic za kawaida. Tuna train tu watu wetu wanaendelea na hizi huduma kama kawaida. Lakini pili, ukumbuke swala la HIV mpaka tunafikia kwamba tuna asilimia tisini na tano vimefubazwa mm, NGOs kushirikiana na, na, na wizara na TAMISEMI wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba wanafuata wagonjwa nyumbani, wanawapigia simu, wanawahimiza kumeza dawa. Wale ambao wako kwenye riski wanawapa, wana uh, kinga ili wasiongeze wasi, wasi maambukizi. Sasa hiyo ni kazi kubwa sana okay, ambayo ilikuwa inatumia fedha nyingi mm. Kwa ni muhimu pia sasa, kwa sababu sasa hivi tunao mpango wa wahudumu wa, wa, wa, wa afya kwenye ngazi ya jamii. Tumeanzisha na program pale wizarani. Kwa ni muda sasa kuachukua wale wahudumu kwenye ngazi ya jamii yeah. Tunawa train tunawafanyia, tuna mafunzo mafupi ya kuweza kufanya follow up ya wagonjwa ambao wako kwenye community. Tunawaunganisha wao kwenye community na hospitali zetu, ili wajue wagonjwa ambao wako kwenye eneo lao. Kwanza watunze siri, wajue wa namna ya kutunza siri yeah. <laughs> tuwaapishe wajua namna kutunza siri kama tunavyowapa sisi madaktari lakini pia tuwape uwezo wa kufanyia follow up watu then wanawaunganisha na kliniki mm. wao wanawakumbusha wajue tarehe yako, mfano wewe kama uko kwenye community, kwenye mtaa wako uwe na na ugonjwa wako ambao unajua mm. Uwakumbushe uwa leo ni kliniki yako, je, umeenda kuchukua dawa mm. Au kama kuna changamoto aweze kuripoti na kuweza kumkumbusha namna hiyo itatusaidia, na hilo ndo kilichotusaidia. USAID wametusaidia sana kwenyewe na CDC kuhakikisha kwamba wagonjwa wetu tunawafanyia tuna follow up waka kwenye dawa vizuri mm, kwa hizo tukizitekeleza namna hiyo kwa short term, lakini pia long term, lazima tuweke tuwekeze zitatusaidia, okay. mm. mm, twende kule Dodoma, tutarudi kwako Dr. Osati. Tunaungana na Dr. Christine Mzafa ambaye yeye ni mjumbe wa kamati ya bunge ya afya na masuala ya UKIMWI. Karibu sana uh, Dr. Mzava uh, tumekuwa tukitupia macho kauli ya waziri mkuu ambayo uh, imeleta matumaini mapya kwa eneo la UKIMWI na VVU hasa kwa watu ambao wameathirika. Nyiye ndiyo kamati yenyewe ambayo leo mmeweka mapendekezo yenu uh, mbele ya hotuba ya waziri mkuu. Jambo moja ambayo wakati tunajadili hapa na Osati ilikuwa ni kuona namna na gani sasa fedha zitapatikana ili kuhakikisha kwamba huo mfuko uweze kutenda kazi na mna siku tatu za kuweza kuchangia bajeti ambayo eh, imewasilishwa na Waziri Mkuu. Kwa upande wako unatamani uh, vitu gani viweze kuongezwa ili kuhakikisha kwamba fedha hizi zinapatikana na hatimaye mfuko uweze kusustain. Kwanza nashukuru sana kwa serikali ya mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuwasilisha bajeti kupitia wizara ya, ya ofisi ya waziri mkuu leo, na tumeweza kuona ni kwa jinsi gani serikali ina dhamira safi ya kuongeza fedha kwa ajili ya mapambano dhidi ya virusi vya UKIMWI. Sisi kama wajumbe wa kamati ya afya na masuala ya UKIMWI tumepitia mchakato wa kujadiliana kuhusu bajeti na hatimaye imeweza kuwasilishwa kwenye bunge letu, jambo ambalo tumeshauri, tumeshauri kwamba ni wakati mwafaka sasa serikali iweze kuongeza fedha kwa ajili ya mapambano dhidi ya virusi vya UKIMWI, na serikali imeshaonyesha adhima hiyo ya kuongeza, kuongeza fedha kwa sababu kwa mwaka wa fedha unaomalizika, e, kwenye mfuko wa kudhibiti UKIMWI ATF waliweza kucheng, kutenga bilioni moja pointi nane na mpaka mwezi wa pili walikuwa wameshatoa kama asilimia 50 ya fedha zote milioni mia tisa arobaini Lakini kwa mwaka huu wa fedha tumeona kwamba serikali imedhamiria kuongeza fedha kwa sababu kutoka kwenye bilioni moja 8 wameweza kuongeza mpaka bilioni tano. Kwa hiyo tumeona kabisa kwamba serikali ina adhi makubwa ya kuhakikisha kwamba inaongeza fedha na mfuko wetu wa kudhibiti maambukizi ya virusi vya UKIMWI au kupambana na UKIMWI inapatiwa fedha za kutosha. Lakini pia wanaendelea kutafuta wadau wa ndani. Na tunaona kwamba kuna wadau ambao kila mwaka wanashiriki kuhakikisha kwamba huu mfuko unakuwa endelevu unakuwa na fedha na kuweza kusimama na kujiendesha. Kuna wenzetu kama wa gold mine, kuna wenzetu wa timu ya Simba na Yanga wanachangia mambo mbalimbali. Kwa hiyo kama serikali inaendelea kutafuta vyombo eh, au wadau ambao wataweza kuchangia katika mfuko wetu mm. Wabunge, nafasi yenu kubwa ni kuchangia na kuishauri serikali kwenye maswala kama haya kwenye eneo hili mmejipangaje? Ikiwa nyie kamati yenu ndo mahususi hasa mmelibeba jambo hili, mmejipangaje katika siku hizi tatu kuhakikisha kwamba serikali inapata inputs za kutosheleza na hatimaye jambo hili lionekane ufanisi wake, na hawa watanzania ambao wengi walikutwa na taharuki baada ya Rais Donald Trump kukata hiyo misaada, waone kwamba bado wataendelea kupata huduma stahiki wataendelea kupata huduma stahiki, kwa sababu serikali iko makini sana. Pamoja na kwamba kuna baadhi ya wafadhili ambao wametangaza kwamba kujitoa au kupunguza huduma, lakini tukumbuke kwamba serikali ya Tanzania haitegemei wafadhili wa kutoka nchi moja peke yake. Kuna nchi nyingi ambazo zina sapoti, na kwa habari nzuri ambayo mpaka sasa hivi kama kamati tunayo ni kwamba wafadhili, fedha za nje kwa mwaka wa fedha unaomalizika wameshachangia zaidi ya asilimia 84, unaona. Lakini hmm, pamoja na hayo serikali itaendelea kutumia wadau wa ndani kuendelea kutafuta kutafuta fedha kwa ajili ya kwe, kupambana na, na virusi vya UKIMWI, lakini serikali ina adhima pia ya kuweka kuwezesha viwanda vyetu vya ndani kwa kushirikiana na eh, private sectors kuhakikisha kwamba viwanda vyetu vya ndani vinakuwa na uwezo wa kuzalisha e, wa kuweza kuzalisha dawa zetu zenye ubora e, katika nchi yetu. Kwa hiyo, sisi kama wabunge hatuna wasiwasi kwa sababu serikali imehakikisha kwamba haitawaacha Watanzania waweze e, kupata matatizo kutokana na kukosa huduma. Tunajua serikali ya Mama Samia iko kazini, nafanya kazi wadau wa ndani wapo wanajitokeza kuchangia lakini hata serikali inatoa fedha zake za ndani kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata wanapata dawa na mpaka sasa hivi serikali ina stoko ya kutosha kwa ajili ya Watanzania kuendelea kupata huduma za ARV. Dkt, labda ningekupa unge... mm. nafasi iwapo ungepewa nafasi, sasa ushauri ungesema vyanzo gani ambavyo vinaweza vikatumika ili kuhakikisha kwamba fedha hizi zinapatikana kwa, kwa urahisi na hatimaye mambo yaweze kusonga mbele ya kwa ushauri wangu, kwa ushauri wangu naweza kasema, kwa sababu tumeona kuna mambo mengi ambayo Tanzania yanafanyika, mfano kwenye kuboresha miundombinu, kwenye kuboresha barabara, nani kuboresha umeme vijijini kwenye kuboresha sekta mbalimbali, kuna fedha ambayo serikali inatenga kwa ajili ya kazi mahususi. Kwa hiyo sio vibaya, kwa ushauri wangu, kwamba ifike mahala tunaweza tukaamua, kama serikali inaweza ikaamua kwamba ikachukua hata shilingi moja kutoka kwenye chanzo eh, kwenye chanzo fulani ambacho tayari kipo na kinatumika kwa ajili ya kuchangia eh, uzalishaji wa dawa au upatikanaji wa dawa za uhakika. Kwa hiyo serikali inaweza ikakaa ikaamua, mimi kama mbunge nashauri kwamba inaweza ikaangalia e, japo ta, e, e, nini, wizara ya fedha tayari imeshajikomiti kwamba iko tayari kuhakikisha kwamba inawezesha e, viwanda vya ndani kuweza kuzalisha. Kwa hiyo kuna vyanzo vingi ambavyo serikali inaweza ikachangia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba E, hatupati matatizo yote ya upungufu au ukosefu wa dawa yeah. Okay. Uh, Dkt. Osati wakati wetu umetukimbia ume uh, mm. Kwenye ile andiko lako mlieleza namna ambavyo serikali sasa iondokane mm. na utegemezi na hatimaye okay. iweze mm-hmm. kusimama na miguu yake ili mm. mambo yaweze uh, kwenda Dkt. Osati mm. mm. mm. Sasa ungepewa mm. nafasi umekutana na waziri mkuu ama labda rais mm ungeambia mm -hmm. nini kifanyike, kwa haraka haraka, ili kuhakikisha kwamba, uh, ili jambo linakwenda na hatimaye tuweze kusimama hasa katika ile eneo ambalo tayari imeshajitokeza hali ya dharura. Ndio, nakushukuru uh, Nuri, lakini pia nimshukuru uh, mheshimiwa Christine Mzava mm. -hmm. kwa, kwa mchango wake mzuri uh, nadhani uh, nimeshasema, lakini jambo la muhimu mm -hmm. ni kwamba ni lazima tuweze kutengeneza mfuko na kuimarisha, lakini pia hizi fedha kuziring fence kwa sababu shida nyingine pia unaweza hela tutazikusanya hizi fedha kwenye mfuko, wakati mwingine hela mm, zikisha kuwepo utakuta zinakuwa diverted, yani zinaenda kwenye matumizi mengine mm. mm, ambayo hiyo inatuletea shida sana, inatuletea shida sana kwenye mfuko, kwa mfano wa NHIF imetupa mm, shida sana kwenye, kwenye ground. Kwa hiyo jambo la msingi kwa mfano amezungumzia, um, amezungumzia funds kwa mfano kutoka hizi nchi mm. mm tunaweza tukaangalia source nyingine hata kutoka nje. Kwa mfano unajua, kuna ukaangalia fund kwa mfano uh, utumie Islamic Bank yeah. wanatoaga wanatoaga fedha bila kuwa na riba mmm, angalia kwa mfano Kuwait fund. Kwa hiyo tunaweza tukadivert, sio lazima tuende huku magharibi tu mm. tuangalie pia upande wa wengine upa, kwa mfano upande wa Arabuni wanatoa fund ambazo pia hazina riba kubwa mm. tunaweza ukaangalia huko lakini pia tuangalie sasa locally ndani ndio maana tumesema kwamba lazima tuweze amesema, serikali ifanye mchakato kuangalia ni hela tunaweza katoa mimi, mm. nimetoa mfano wa REA yeah. nikatoa mfano pia kwa mfano property tax yeah. unaanza kwa mfano kwenye andiko letu, tujaribu kuangalia, tukashauri kwa mfano osha kila jengo, kila jengo, kila lift, ukipanda kila jengo lina mm. osha, u, u, tunachukua asilimia moja baada kufanya mahesabu, mimi sio mwanahesabu, lakini <laughs> watu wachumi wakikaa kuangalia, sehemu moja mbili tatu nne tano tunaweza kupata hiyo fedha tukaweka huu mfuko afu tukairing fence mm, ili watu wetu waweze kupata huduma. Lakini nilisema mfuko huu tusifanye ukawa mdogo tu wa HIV. Mm, tuitengeneze kama tunazungumzia global fund, kwa hiyo gusa ambayo inagusa TB inagusa malaria. Ha, haya magonjwa yanatusumbua kwa wingi, mm, yaweze ku mfuko waweze kukaa pamoja na kuweza ku tuiring fence tusaidie katika kupata kupata hizo fedha. Kwa hiyo nadhani watu mm, budget wanajua vyanzo tofauti tofauti lakini waamue. Okay. Maneno ya kwake Dkt. Elisha Osati huyo aliyekuwa uh, rais wa chama cha madaktari hii hapa nchini mat lakini pia uh, kwa sasa yupo katika kamati ya maadili na utafiti kutoka pale Nimri ukiendelea yeye akiwa ni mwenyekiti wa kamati hiyo ambayo inafanya mambo mbalimbali ambayo anasimamia hali ya maadili na utafiti. Lakini kutoka pale Dodoma, uh, studio zetu tuliungana pia na Dr. Christine Mzava, mbunge lakini pia ni mjumbe wa kamati ya bunge ya afya na masuala ya UKIMWI. Nikushukuru sana dokta kwa kuungana nasi uh, kwenye uchanganuzi hii leo. Asante sana. Naam, na kwa nukta nafikia tamati ya uchanganuzi uh, tuna la ziada. Mimi naitwa Nordin Selemani takia usiku mwema na kila la kheri e, wale washabiki wa Simba basi muendelee kushangilia kwa taratibu, mambo yasije yakaharibika, ya e, na kesho ndiyo ile Dar es Salaam Dabi ni Azam FC dhidi ya Yanga pale Chamazi Complex. Kwa hiyo kuna wengine wataendelea kucheka ama watanuna, hilo ni jambo la kuendelea kusubili. <laughs> kila la kheri <laughs>